Vision 2030. Madini ni maisha na utajiri. Wakala wa Nishati Vijijini, REA inaendelea kuuza majiko banifu kwa bei ya ruzuku katika maonesho ya nane ya kitaifa ya teknolojia ya madini yanayoendelea katika viwanja vya Dkt Samia Suluhu Hassan, Bombambili mkoani Geita. Katika maonesho ya madini, REA inauza majiko banifu kwa gharama ya shilingi elfu sita mia mbili tu ambapo kabla ya ruzuku kutolewa na serikali majiko hayo yaliuzwa kwa gharama ya shilingi elfu arobaini na moja na mia tatu. Majiko banifu yametengenezwa kwa teknolojia ya kisasa yenye uwezo wa kupunguza sumu ya mka carbon monoxide hivyo kusaidia kupunguza madhara ya kiafya yatokanayo na nishati ya mkaa. Katika mkoa wa Geita kampuni inayosambaza majiko banifu kwa bei ya ruzuku ni Geita Millennium Stars Company Limited. Mohab TV Geita.